Hali gani, mtazamaji wa TVE. Karibu katika taarifa ya habari, tukujiuze yale yaliyojiri, tukakuendelea kutoka chumba cha habari. Mimi ni Godini Mawanja, nita kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE habari: ajali yaua watu saba na wengine 15 kujeruhiwa, mkoani Iringa. Serikali yashirikiana na taasisi ya lukiza kutoa elimu kwa wananchi kuhusu ugonjwa wa usonji. Na katika habari za kimataifa, watu 17 wauawa wa Nigeria baada ya kushambuliwa na wafugaji. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja, tuanzie na watu saba wamepoteza maisha na wengine 15 wamejeruhiwa katika ajali iliyohusisha gari la kubebea wagonjwa na guta iliyokuwa imebeba watu 22 mjini Mafinga, barabara ya kwenda Luganga, karibu na ofisi za halmashauri ya mji wa Mafinga. Shalom Robert kutoka Iringa ana taarifa zaidi. kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mkuu wa wilaya Mufindi, Dr Linda Salekwa alipofika katika hospitali ya mji wa Mafinga inaeleza kuwa watu hao walikuwa wanakwenda shamba kwa kutumia usafiri ambao ni hatarishi kwao, na hapa anatoa wito kwa wananchi. Mpaka sasa tumepoteza jumla ya watu saba na majeruhi kumi na tano, na taarifa zinaonyesha kwamba watu hao walikuwa wanakwenda shambani, ndipo wakagongana ambulance pamoja na guta ambao ilikuwa imewabeba, na hao watu kupoteza maisha na kupata majeruhi hao mpaka sasa majeruhi tulikopo nao hapa katika hospitali ya mji Mafinga, na wengine ambao wana hali mbaya kama wanne wanapelekwa katika hospitali ya mkoa wa Iringa. Nichukue fursa hii kwanza kuwapa pole wale wote ambao wamepoteza ndugu zao katika ajali hii, lakini wale pia ambao wamepata ndugu zao wameumia, na tumewaomba madaktari na bati nzuri, tuna madaktari wazuri Uh, tuna imani wako mikono salama na watarejea katika afya zao, kwa wale majeruhi, na tunaendelea kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu. Tuna imani Mwenyezi Mungu atawaponya uh, wale ambao wamepata majeraha. Chukue fursa hii kwanza kuendelea kuwaasa wananchi wa Mofindi, kama ambapo tumekuwa tukiwaambia mara nyingi, kuacha kutumia hivi vyombo ambavyo si rasmi kwa usafirishaji wa watu. Jaribu kuangalia zile guta, kazi yake ni kusafirisha mizigo lakini wao wamejaza watu tena kwa kiasi ambacho ni kikubwa zaidi hata ya uwezo wake. Jaribu kufikiria kwa hali ya kawaida, watu ishirini na mbili kwenye guta ni watu wengi sana. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwaomba, hata kama kweli tunatafuta, lakini tutafute kwa namna salama. Unaweza ukaona kama nia yao ilikuwa ni kwenda shamba, lakini tumeishia hospitali na wengine wameishia kupoteza maisha. Akithibitisha kupokea mili hiyo na majeruhi wa ajali hiyo, mganga mfawidhi wa hospitali ya mji wa Mafinga Dr. Victor Msafiri amesema majira ya saa 12 za asubuhi wamepokea majeruhi 15 na mili saba, huku akieleza hali za majeruhi hao. Mnamo leo saa 12 asubuhi imetokea ajali eneo la Uganga ikihusisha ambulance ya kubebea wagonjwa ya hospitali ya mji wa Mafinga na guta foyo ambayo ilikuwa imebeba watu wakiwa wanaenda mashambani kwa ajili ya kuendelea shughuli zao za siku zote. Ah, uh, baada hapo kwa hospitalini, tumepokea majeruhi 15. Katika 15 wanawake nane na wanaume saba. Lakini pia tumepokea miili ya marehemu, watu ambao wamefia kwenye ajali walikuwa ni sita na wote ni wanawake. Lakini wakati tunaenda kutoa huduma, kuna majeruhi mmoja wapo ambao ni wa kiume na yeye ameweza kupoteza maisha. Kwa tuna jumla ya watu waliopoteza maisha saba na majeruhi kumi na tano, lakini hali zao, hawa majeruhi wengine wanaendelea vizuri isipokuwa majeruhi wanne ambao wa kike ni wawili na wa kiume ni wawili, hali zao sio nzuri sana. Taratibu za rufaa kuwapeleka ningamjini kwa ajili ya huduma zaidi unaendelea mpaka sasa. Chanzo cha ajali hiyo bado hakijafahamika na miri ya marehemu hao imetambulika. Asante sana, Sharum Robert kwa taarifa hiyo. Serikali kupitia ofisi ya waziri mkuu kazi vijana ajira na wenye ulemavu imesema inaendelea kushirikiana na taasisi ya Lukiza ili kuhakikisha elimu kuhusu usonji inawafikia Watanzania wote hasa wale wanaoishi maeneo ya pembezoni. Taarifa aendoliwa na Rachel Chacha, inasoma studio na Nancy Ibrahim. Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam leo na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi vijana ajira na wenye ulemavu Ridhwan Kikwete wakati wa mbio maalum za kilomita tano zilizofanyika katika viwanja vya farasi jijini Dar es Salaam, mbio zilizoandaliwa na kuratibiwa na taasisi ya Lukiza Foundation zikiwa na lengo la kuongeza uelewa kwa jamii kuhusu hali ya usonji nchini. Amebainisha kwamba serikali imetenga kiasi cha shilingi bilioni tisa kwa ajili ya kutoa elimu, kusaidia huduma kwa watu wenye usonji na pia kuongeza uelewa juu ya magonjwa yasiyoambukiza, huku akiongeza kuwa serikali inaweka mkazo kwenye utambuzi wa mapema kwa watoto wenye dalili za usonji, jambo ambalo litasaidia kuwapatia huduma stahiki na kupunguza changamoto zinazowakumba watu wenye hali hiyo nchini. Napenda kutoa wito kwa jamii yetu itambue kwamba changamoto hii kweli na changamoto hii ipo na changamoto hii inapaswa kukabiliana. Hivyo ushirikishwaji wenu, wananchi, pamoja na serikali katika kukabiliana na changamoto hii lazima uwe wa kiasi kikubwa sana. Sisi kama serikali tutaendelea kushirikiana pamoja na nyinyi yote na wale wote ambao wanakwapo katika mapambano kwamba jamii yetu inaokomboa wote wenye mahitaji maalum katika jamii yetu. Kwa upande wake, mkurugenzi wa taasisi ya Lukiza, Hilda Nkabe, ameeleza kuwa taasisi hiyo ilianzishwa kwa lengo la kusaidia jamii kwa kutoa elimu kuhusu masuala ya usonji na afya ya akili kwa ujumla na kubainisha kuwa endapo jamii ikiwa na uelewa wa kutosha kuhusiana na masuala ya usonji, watu wenye usonji watapokelewa vizuri na kusaidiwa kuishi maisha yenye tija na heshima angalau wameshawahi kusikia neno usonji hata kama hawezi kuelezea kiundani nini. Lakini lengo la pili ilikuwa ni kutetea uh, au kuongelea, kupigania haki na mahitaji ya wa watoto vijana na watu wazima kwenye usonji. Lengo la tatu la Lukiza Autism Foundation ni kutekeleza miradi mbalimbali, na baada sasa ya kuwa tumesha establish credibility na visibility sasa hivi sasa tuko kwenye kutekeleza miradi ya muda mrefu. Tumegundua kwamba watoto wengi wenye usonji wanapata utambuzi wakiwa wamechelewa. Kwa maana hiyo, tunaona tukiwaelimisha walimu wa shule za awali, tukiongezea uwezo wa elimu ya dalili za usonji, itasaidia watoto wenye usonji kugundulika mapema. Hiyo itapelekea kupata huduma za utezamao mapema, na hiyo itapelekea kupunguza makali ya dalili za usonji. Kwa upande wake mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI Dr Peter Kisenge amesema usonji ni hali inayotokana na tofauti katika ukuaji wa ubongo na huanza kuonekana tangu utotoni. tahili serikali yetu imetenga zaidi ya shilingi bilioni 9 kwa mwaka wa fedha 2024 2025 kwa ajili ya kuimarisha huduma za afya ya akili, huduma za utegemao na tiba shufaa, hususa kwa watoto wazee, na watu wenye ulemavu. Lakini pia serikali yetu kupitia wizara ya elimu imeanzisha fani eh, hii kwenye chuo cha kuimbidi Baea ambacho kinaanzisha shahada ya ya mazoezi ya viungo, shahada ya matamshi speech therapy, na shahada ya kusaidia kwenye matatizo ya viungo siku ya usonji duniani huadhimishwa kila mwaka ifikapo Aprili mbili ambapo kwa mwaka huo yameongozwa na kauli mbiu isemayo kuboresha utofauti wa akili na ubongo kwa maendeleo endelevu ya milenia, ikiwa ni wito kwa jamii kuenzi tofauti hizo na kuzipa nafasi katika maendeleo ya pamoja. Asante sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo iliyoandaliwa na redio Chacha. Shirika la reli Tanzania TRC linatazamia kuanza ujenzi wa kivuko cha watembea kwa miguu katika tuta la reli ya SR eneo la Gongo la Mboto ili kutatua changamoto ya wa wakazi wa eneo hilo ambao kwa sasa hulazimika kupita kwenye kalavati lililojaza maji hasa kipindi cha mvua. Tuungane na Goodluck Msolla kwa taarifa hii. Akizungumza wakati wa ukabidhi shilingi milioni nane kwa ajili ya ujenzi wa mfereji wa kupitisha maji kutoka kwenye kalavati hiyo, Mhandisi Tadeicom ambaye ni meneja mradi msaidizi kutoka TRC amesema fedha hizo ni sehemu ya hatua ya dharura za kukabiliana na athari za mvua zinazoendelea kunyesha, huku wakieleza kuwa kivuko cha kudumu kitajengwa hivi karibuni, ili kuhakikisha usalama na urahisi kwa wananchi wanaopita katika eneo hilo. Wananchi wa Gongola Mboto, changamoto yao ya kivuko, muda sio mrefu itakuwa imetatuliwa, kwa sababu tayari mkandarasi ameshakabidhiwa site na tuko kwenye hatua mbalimbali za kuanza ujenzi wa hiko kivuko. Kwa upande wake, diwani wa kata Gongo la Mboto Lucas Lutainurwa pamoja na afisa mtendaji kata hiyo Majula Mtalemwa wamesema licha ya kupokea fedha za ujenzi wa mfereji bado kuna haja ya haraka ya kujenga kwa kivuko hicho cha kuweza kudumu kwa miaka mingi ili kuokoa maisha ya wananchi wanaoishi jirani na lilio. Eneo lilikuwa linajaa matope, palikuwa hapapitiki lakini kwa e, jinsi ambavyo mmesikiliza me, maombi yetu, kwa kweli tunawashukuru sana TRC si. Lakini changamoto ambayo mimi naiona hii, bado sio njia ambayo ya kupitia watu kwenye hili tundu ambalo ndio linajaa maji na ndio lileta taharuki kubwa. Sisi lengo letu hasa ni kile kivuko ambacho tuliahidiwa kwenye kata yetu ya Gongolamboto, sababu kuna kivuko ambacho tuliahidiwa inajengwa, lakini imechukua muda mrefu kile kivuko hakijajengwa kwa hiyo kupitia nafasi hii nilikuwa naomba sana serikali kupitia TRC si, waone umuhimu wa ujenzi wa kivuko hicho ambacho kitaondoa hadha zote hizi ambazo tunaziona zinaendelea, kwa maana kikishajengwa taaruki ya watu ya sehemu gani ya kupita itakuwa hakuna tena. Kabla ya ujenzi wa tuta la SGR, maji yaliyokuwa yakitoka uwanja wa michezo wa Kampala yanatoka kaskazini yanavuka reli kuelekea kusini lakini kutokana na mchakato wa kujenga tuta la esjala palitengenezwa service road mbili ambapo moja ya upande wa kusini ilizuia njia maji ya maji yalikokuwa yanapita kiasilia. Baada ya pale imejitokeza kero kubwa, hususan kipindi hiki cha mvua za masika, ambapo uh, wananchi eneo walilokuwa wakilitumia kama njia yao lilikuwa haliwezi kutumika tena, palijaa maji walikuwa wanapita wakati mwingine kwa kubebwa, wakati mwingine kwa kulipa hela. Tunawashukuru TRC kwa sababu wamekuwa ni wasikivu, baada ya maombi wameweza kutuunga mkono kwa maana ya kutuletea shilingi milioni nane laki tisa na elfu kumi na tano kwa ajili ya kununua vifaa vitakavyosaidia kurejesha njia ya asili ya maji. Naye mwenyekiti wa serikali ya mtaa ya Gongo la Mboto, Moshi Mwaruko, akizungumza kwa niaba wakazi wa eneo hilo ametoa wito kwa TRC kuhakikisha wanatafuta suluhisho la kudumu la changamoto ya maji na ukosefu wa kivuko hasa katika eneo linalopitiwa na leli ya kisasa ya SGR. TRC tuliwaomba msaada sapoti ya kwa ajili ya kuyatoa maji ambayo yametuhama kwenye, kwenye daraa kwenye karavati. Kwa hiyo TRC umetusapoti kiasi cha shilingi milioni 8,915,000 kwa ajili ya kuyatoa maji ili kuyapeleka kwenye njia yake ya asili baada ya hapo ina maana yale yani maji yataenda na ile kelo la kujaa maji kwenye karavati mpaka kwenye uwanja litakuwa limepungua au limeisha kabisa. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Kukamilika kwa mradi wa maji wa Kiwila wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 119 na unaotarajiwa kuongozwa na kutoa huduma ya maji kwa kutumia mfumo wa TEHAMA kutawezesha wananchi zaidi ya milioni moja na laki tano kunufaika na huduma ya maji safi na salama. Taarifa ya Daniel Smelta kutoka Mbea inafafanua zaidi. Mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mbea e Giribet Kayange amesema hayo wakati wa kupokea shehena ya kwanza ya mabomba kati ya mabomba elfu tatu mia moja yanayotarajia kukamilisha mradi wa maji wa chanzo cha mto Kiwila. Bomba hizi tunazoziona mbele yetu, ambayo ni sehemu yake, zinaenda kusafirisha maji kutoka kwenye chanzo mpaka Mbea mjini kwa takribani umbali wa kilomita 37.24 kwa hiyo ni umbali mrefu pia, lakini pia matenki ambayo yanaenda kujengwa kupitia mradi huu yanaenda kutuongezea uwezo wa kuhifadhi maji na kusambaza maji kwa wananchi kwa kufikia uwezo wa kuhifadhi maji lita milioni ishirini na nane, lakini pia kupitia mradi huu tunaenda kusambaza miundombinu ya kugawa maji kwa wananchi kwa zaidi ya kilomita hamsini, lakini pia mradi huu unaenda E, kutoa huduma kwa kuongozwa na mifumo ya tehama, siyo ile mifumo ya kizamani ya mitulinga. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mbunge wa jimbo la Mbeya Mjini, Daktari Tulia Ackson, amewaomba wananchi kutunza miundombinu pamoja na vyanzo vya maji, huku katibu wa itikadi na uenezi CCM mkoa wa Mbeya Christopher Hagile, ameitaka mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mbeya kuhakikisha anakamilisha mradi huo kwa wakati alizotuletea nitoe wito, sisi wote tuendelee kutoa ushirikiano katika kazi nzuri hii inayofanyika. Tuendelee kulinda miundombinu ile tulionayo, ikiwa ni pamoja na kulinda vyanzo vya maji. Miti inayopandwa huko tuendelee kuitunza, lakini hata sisi tunapopata fursa ya kupanda hiyo miti, basi tupande miti na tulinde vyanzo vya maji, ili tusije tukapata changamoto huko mbele. Mradi huu ifikapo mwezi wa kumi na mbili utakuwa unakamilika. Kwa sasa uko asilimia arobaini, na naamini kwa kuwa tunaenda kwenye kiangazi, na swala lililobaki kubwa ni kusambaza mabomba. Tenki kule linajengwa, inte kinaambiwa na imekamilika. Naomba na mimi nitoe salamu za Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya kwa mkurugenzi wa mamlaka na bodi yao, kwamba Chama cha Mapinduzi tunaamini ifikapo wakati huo mradi huu umekamilika. Baadhi ya wananchi wa jiji la Mbeya wakaelezea hisia zao baada ya kushuhudia mapokezi ya mabomba hayo. Kweli hali ya saizi maji yalikuwa yanasumbua, ila nahisi kama saizi tulivyoletewa hivi hayatasumbua tena. Tunawapongeza sana kutuletea mradi huu mkubwa wa maji ambao tulikuwa tunausubiri kwa muda mrefu sana na tumekuwa na changamoto kubwa sana ya maji hapo nyuma, lakini kwa sasa tuna imani na viongozi wetu au wawakilishi wetu ambao tuliwapigia kula kwamba wanafanya kazi ile ambayo sisi tulikuwepo, tumewatuma mangu ni mabomba ambayo yatasaidia kusafirisha maji kutoka chanzo cha mto Kiwila kwa lengo la kusaidia kuondokana kabisa na changamoto ya maji katika mkoa wa Mbeya na mikoa jirani. Nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Daniel Smelta TV Habari. Asante sana Daniel Simelta kwa taarifa hiyo. Mtu mmoja alitambulika kwa jina la Filipo Daudi ambaye ni mchimbaji mdogo katika mgodi wa Dilifu uliopo manispaa Mpanda mkoani Katavi amenusurika kifo baada ya kufukiwa na kifusi akiwa na mwenzake ambaye bado hajapatikana. Neema Hussein ana taarifa zaidi <mucho> Ni shangwe la wachimbaji wadogo katika mgodi wa Dilifu uliopo manispaa ya Mpanda mkoani Katavi mara baada ya kuokolewa kwa mchimbaji mwenzao aliyefukiwa na kifusi asubuhi ya ya Aprili kumi na saba, huku zoezi la kumtafuta mwingine likiendelea. Tumejitahidi mpaka saa sita, tukapata mtu mmoja akiwa mzima na akapelekwa katika hospitali ya wilaya ya Mpanda kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Kwanza walikuwa watatu waliingia kama kukagua kwa ajili ya kufunga duara, baada ya kutokea ile ajali mmoja akapanda faster, alikuwa kwenye stenti sababu duara huwa lina stenti, kwa hiyo akatoka hajapata na jambo lolote. Wale wawili ndio wakafikia mafundi wote. Philipo Daudi ni muhanga aliyeokolewa katika ajali hiyo, anasimulia ilivyokuwa. Baada ya kudaka kamba mwenzangu, akawa limemwahi limemfukia urefu wa kiuno lakini mpaka muda ule mimi wananitoa hiyo saa sita usiku, alikuwa anaongea tu na wasia naye, mpaka muda ule akisoma, mimi natolewa, ananiambia waambie na mimi aje nisaidie tutoke. Ombi kubwa la wachimbaji wa eneo wa hilo ni kuiangukia serikali kuhusu vifaa vya kisasa vitakavyowasaidia pindi zinapotokea ajali za namna hiyo. Tuwezeshe vifaa hata kwa mikopo inawezekana, ijali kama inatokea kama hii, kabla ya kule kupata taarifa, mkuu wa wilaya mkuu wa mkoa hajapata taarifa, anakuta huku kazi inaendelea. Wito kwa serikali, serikali ya Mama Samia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunaomba iwekeze sana katika wizara ya madini, adha kama hizi zisiweze kujirudia. Ikiwezekana hata vifaa vya kisasa tuweze kuvipata kwenye migodi mama kama hii. Mkuu wa wilaya ya Mpanda Jamila Yusufu, amekuwa bega kwa bega na wananchi hao, na hapa anatoa rai kwao, kuhakikisha wanakaa mbali pindi zoezi la uokoaji likiendelea. Tutaendelea na hii kazi mpaka tutakapompata mwenzetu, kama ambavyo tulimpata yule wa kwanza. Majanga huwa yapo kwenye sehemu za uchimbaji, lakini tunataka kupunguza ama kuondoa kabisa majanga kwenye ile eneo ambalo linabeba vijana wengi mno. Asante sana Neema Hussein kwa taarifa hiyo zaidi wa ya wakazi 50 kutoka mitaa ya Migombani na Segerea kata ya Segerea manispaa ya Ilala jijini Dares Salam wameomba serikali kuingilia kati changamoto ya kelele zinazosababishwa na baa mbili zinazodaiwa kupiga muziki kwa sauti ya juu nyakati za usiku, hali na wanyima wananchi hao haki ya kupumzika. Mwanahabari wetu Goodluck Msola anatupa undani wa taarifa hiyo. Wakizungumza na TV Habari, baadhi ya wananchi hao wamesema tayari wameshachukua hatua ya kuandika barua kwa mamlaka husika, ikiwemo baraza la usimamizi wa mazingira nchini NEMKI, halmashauri ya jiji na jeshi la polisi lakini hadi sasa hakuna hatua madhubuti zilizochukuliwa. Wameiomba serikali kuu kupitia wizara ya mazingira kuingilia kati swala hilo ambalo kwa baadhi yao limekuwa kero kubwa kiafya, ikiwemo kusababisha kiharusi kutokana na msongo wa kelele hizo. Majirani zetu hapa wanakesha na miziki, na miziki hiyo hatuijui kama ni jumaa mosi na Jumapili, yaani haina Jumamosi wao Jumapili, yani unaweza kuanzia Alhamisi, Jumatano mpaka. Na sisi tunajua sheria za nimik; mwisho baa hizi mwisho ni saa sita eh? Lakini hawa ndugu zetu wanafanya biashara mpaka saa kumi na moja asubuhi. Sasa hatuelewi, je, wanapata wapi sheria za kuwafanya wao wafanye biashara mpaka asubuhi na zinatuumiza. Mimi ninavyoniona hapa, mimi ni mgonjwa eh, na stroke eh, ninapaswa kulala niweze kupata afya yangu asubuhi, na afya ya akili mojawapo ni kutuliza ubongo. kuwaletea kwako kwa wananchi wanaokelwa na kelele za muziki kutoka katika baa zilizopo mtaa wa Segelea. Hii barua ni ya tarehe tano mwezi wa nane elfu mbili na ishirini na nne mpaka leo navoongia kelele zinaendelea, usiku hatulali pale wanaoenda watu wao wanatoka, wanaenda pale, wanakuta kuna polisi, wanakuta kuna huyo mwenyekiti wa serikali za mitaa, wamekaa pale, hakuna kinachoendelea, wanajifichaficha tu. Na mkuu wa kikosi cha polisi cha huku ni wapi stakishari, ana taarifa hizi vizuri, na mpaka mara nyingine anasemaga labda wananchi, sijui na serikali za mitaa hatushirikiani, lakini sio kweli. Kuna mkono na kuna kitu hapa, kama sio rushwa, kuna kitu kingine hawezi kututesa hivi, tuko nyumbani kwetu, na sisi ni wafanyakazi, tuna kazi zetu, tuna wakulima tunaenda shamba. Unakesha usiku kucha, ujalala asubuhi uende kwenye kazi zako, ni sawa? Hii TV habari imewatafuta pia viongozi wa serikali za mitaa katika kata ya Segerea, akiwemo mwenyekiti wa mtaa wa Segerea bwana Jackson Bashange na mjumbe wa serikali ya mtaa katika mtaa wa Migombani Venance Mwakembe, ambao wamethibitisha kupokea malalamiko hayo kutoka kwa wananchi na kubainisha kwamba hatua za awali tayari zilikwisha chukuliwa, ikiwemo kuwaalika wamiliki wa baa hizo kwenye kikao cha usuluhishi na kuweza kutoa maagizo ya kupunguza kelele, lakini hakuna utekelezaji uliofanyika hadi sasa. go malalamiko ni kweli yapo na tumeshayafanyia kazi muda mrefu, lakini kwenye leva ya mtaa yashatoka, wananchi washalalamika wenye vikao halali vya, va, va, vya mitaa lakini pia wamekuja ofisini, tumefanya vikao kabisa vya, vya kiofisi, tukawaandikia barua wenye baa hizo ambazo zinalalamikiwa, wakafika na tukageana conditions za kufanya, lakini ma, ma, matatizo ya kelele za mziki bado akaendelea kuwepo sasa. Baada ya hapo, tuliwasiliana na watu wanaohusika, kwanza ofisi ya mkurugenzi lakini pia na kuasia na watu Nemki watu wa Nemki wa Nemki washafika wakiwa na vipimo vao, wakapima na wakasema kabisa kuna kweli hizo kelele za muziki, na wamewapa maelekezo nini cha kufanya. Kwa hiyo sisi ni tulikuwa tunategemea matumaini yetu kwamba kama washafika watu wa kutoka kwa mkurugenzi, tushafika watu watu wa kutoka na Nemki na wakiwa na vipimo vao ina maana hizo kelele zitakuwa zimefanyaje, zimepungua ama zimeisha. Lakini bado tunaendelea kupata malalamiko kutoka kwa wananchi kwamba kelele bado ziko palepale na zinasababisha usumbufu kwa wananchi. Kwao wanacholalamika wananchi ni cha kweli kabisa, wala hakuna uongo ama usingizio. Klasi kubwa ya kelele inafanyika na inakuwa kero kwa wananchi. Ah, mimi nafikiri tatizo ni kwamba unaposema kelele, mimi na wewe hatuna vipima sauti kwamba ni kelele au sio kelele kelele inapimwa na watu ambao ni wataalamu wenye wanawaj... vyombo maalum vya kupimia sauti. Kuna mtu anaweza kwambia ni kelele akienda kupima na kana sio kelele. Kwa hiyo ili swala ili iweze kujua kabisa kwamba mtu anapiga kelele au kelele ni lazima mamlaka husika zije na kifaa maalum kupima hizo sauti kwamba hii ni kelele au sio kelele. Mimi mimi, wito wangu ni kwamba na shauri kwamba mamlaka husika zikae na wamiliki wa biashara, zijaribu kuelekeza namna ya kuseti sauti zao namna ya kufanya biashara, kwa sababu biashara lazima ziendelee na wananchi wanatakiwa wakae kwa amani bila kubuguziwa au kuwakeri biashara. Sio kero kwa mtu mwingine, kwa mimi ndio wito wangu huo. Aidha, TV haikuishia hapo, ikafika katika baa zinazolalamikiwa kwa ajili ya kuweza kuzungumza na viongozi wa maeneo hayo, lakini haikupata ushirikiano pia. Ikajaribu kuwasiliana nao kwa njia ya simu na majibu yao yalikuwa kama ifuatavyo. Nakusikia. Niko na, na mwenyekiti hapa. Halo mwenyekiti, huyo hapo ongea naye kupitia hapa hapa. Nilikuwa tunaomba ushirikiano wako kwa sababu hii tupate kubalance kwako. Mnazungumziaje hicho? Halo. Naam, unanisikia? Hatua hii inakuja huku Baraza la Usimamizi wa Mazingira nchini Nemki likiwa limeshawahi kuchukua hatua kwa kipindi cha mwaka jana katika maeneo ya Tabata ambapo baadhi ya baa zilizodaiwa kuvuka viwango vya kupiga miziki ziliweza kufungiwa na baadaye kufunguliwa baada ya kutimiza masharti ya mazingira. Asante sana Godluck Msolla kwa taarifa hiyo. Mtazamaji wa TVE, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Godwin Mawanja. Tupate mapumziko mafupi na kisha tutaendelea na taarifa hii habari. Watacho, ya habari kifuatacho ndani ya TVE habari watu 17 wauawa wa Nigeria baada ya kushambuliwa na wafugaji